Sharleen Amonda huamka saa kumi alfajiri kufanya mazoezi kila siku. Ni mchezaji maarufu zaidi wa karate nchini Zimbabwe na anafanya jitihada kuhakikisha kwamba hadhi hiyo haibadiliki haraka. Mchezo wa karate ni maisha yangu, ndio kitu cha kwanza kwenye akili yangu. Kila ninapoamka, napaswa kuanza mazoezi. Kwa hiyo kwangu, bila karate hakuna Sharleen. Sharleen anaishi Mufakose karibu na mji mkuu wa Zimbabwe. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 27 sio mpiganaji tu, pia ameolewa na anao watoto wawili. Najisikia vyema kwamba sasa kuna kitu anachokifanya, nadhani anafanikiwa na anamuunga mkono. Wakati mwingine ni vigumu, kwa sababu unajua hapa Zimbabwe maisha ni magumu siku hizi. Michael hununua na kuuza magari yaliyotumika. Sharleen hutunza nyumba na watoto. Napaswa kufanya yote mwenyewe kwa sababu wanaume ninaofanya nao mazoezi wameoa, wanaweza kufanya mazoezi siku nzima kwa sababu wanajua kuna mtu nyumbani atakayewapikia na kuwafulia nguo, lakini mimi nafanya mazoezi na kazi zote hizo. Mara tatu kwa wiki, Sharleen hutoa mafunzo kwa kundi la wanafunzi wa shule iliyo karibu anataka kubadilisha mtizamo kwamba karate si mchezo wa wanaume tu. ilikuwa changamoto kufundishwa na mwanamke Lakini kama tulivyoona maarifa yake, tulijifunza kwamba karate haihusiani na jinsia. Pia imehamasisha wasichana kujua kwamba wanaweza kufanya chochote wanachokifanya wavulana. Sharleen yuko njiani kuelekea Afrika ya Kusini. Amechaguliwa kujiunga na timu ya Zimbabwe kwenye mashindano analazimika kusafiri siku moja kabla ya shindano kulipa nauli na gharama ya mazoezi ni changamoto kubwa anasafiri kwa basi usiku kucha lakini asubuhi anajisikia kujiamini sana tunayo mapenzi makubwa ya mchezo huu siyo yeah, mm. okay. tumejiandaa vilivyo kwa shindano tuko tayari bila shaka <laughs> timu hii inaongozwa na nyota wa, wa mchezo wa karate Samson Muripo Mwafrika wa kwanza kuwa bingwa wa shindano la kimataifa la karate. Kwa Sharleen yeye ni mfano mzuri wa kuigwa. Ni pambano la kwanza rasmi kwa Sharleen nje ya Zimbabwe. Anapiga mpinzani wake katika sekunde chache tu, wenzake katika timu wamejawa na furaha. Azma yangu ni kupiga hatua zaidi. Ningependa kushiriki mashindano ya ubingwa wa dunia na kusafiri sana, natumia kila fursa ninayoipata. Ni ukosefu wa fedha na vifaa unaotuzuia kufanya makubwa kidunia. Vinginevyo, ni hatua kubwa kwake na kwa wasichana wa Zimbabwe.